Tunaendelea na darasa letu ya shukei ya maleli namishaki na leo tuko katika mlango wa buzi ukurasa wa kumi na sita. Nlapata vitabu hivi ukurasa wa kumi na sita

au shehe anakusudia kusema al-wadhu al-wadhuu, kwa maana ya maji al-wudhu, kwa maana ya kitendo cha kuchukua udhu. Ikiwa kwa wao nifata ni kwa maana ya maji, atini bili wabu, maanake niletee maji ya kutawaza Alwudu ni kile kitendo chenyewe cha utawala. Anasema shurutu shurutu alwudu bi khamsati sharti, anakusudia za mtu anayetakiwa kutawaza mitano. Shurutu alwatulu khamsatun sharti, za anayetakiwa kutawaza ni tano. Moja,

al udhu tumesema ikiwa udhu kwa wao inakuwa kwa maana ya maji maji yale ya kutawadha, lakini ikiwa kwa vuma al udhu ni kwa maana ya kitendo chenyewe cha kutawadha. Sasa shekhe anasema shurutu al udhui khamsatu shuruti za mtu anayetakiwa kutumia maji ya kutawadha ni mitanu moja. aiyagula niunabokweu musiliman awe huyo anayetaka kutawadha, sharti kwanza, we al Muislamu anayetaka kutawadha yoyote, ili ufu wake ushidi, lazima awe Muislamu. Pili, ayakuna mumaigiza awe tayari amesha fikia atua na akili ya kupambanua mambo. Kama ni mdogo awe ana amesha kuwa na uelewa, ayakuna mumaiviza awe aishakuwa ni mtoto kwenye uelewa, ndiyo anatakiwa atawai. Tatu, alla yakuna ala yauna al uui hafiun la usiwe ala al luui katika viungo vya uu hafiun, usiwe na kizuizi katika viungo vinavyotiliwa uu, usiwe na hafiun, usiwe na kizuizi yamnau usul al-mai ila al-basharati, kizuizi ambacho kinazuia kufika maji kwenye ngozi. An la yakuna ala a'dail wudhu, isiwe katika viungo vya udhu haail, kusiwe na kizuizi yamnau usul al-ma'i kizuizi hicho kinazuia ya maji ila libasharati, kufika kwenye ngozi. Shekhe anasema kashamri, kama vile katika kiungo cha guo kuwe na umebagikiwa na mshumaa wa shahri na mafuta mazito shahri mtu ana ma, mafuta mazito ya mgana kaweka jua hawa na grisi iko juu yu, ya ngozi, lakini shati iko kwenye kiungo cha kutawadha we. Grisi kama iko mgongoni, sisi hatusikinani grisi. Iko mgongoni, hatusikinayo. Grisi iko mapajani, hatusikinayo. Sisi kinachokatazwa ni kwamba kizuizi hivyo katika viungo vinavyotakiwa kutawadha. Si tumeelewa hey? Wahumasu aini au tongotongo za macho, wahumasu aini na tongotongo za macho. Mtu akiwa na tongotongo nyingi, -tongo zinatengeneza utando ambao unazuia maji Kwa hiyo mtu akihadhari na hivyo. Mne alaya atakinda fardhan min furudhihi sunna, asijege kwenye akili yake na kuitakidi kwamba faradhi yoyote katika fadhili za uzu ni sunna. Tuisha soma faradhi za uzu kule ni ngapi faradhi za udhu? faradhi za udhu ziko ngapi? Sita. Ya kwanza nia, ya kwanza nia, ya pili gasuuli wajhi, ya tatu da, gasululiya daini ila mirfaqaini

Anayetaka kutawala asiitakidi na kuzingatia kwamba faradhi ya udhu yeye akasema hii ni sunna, fara fara sunna. Si sunna. Si eh, kwa sababu faradhi ni faradhi na sunna ni sunna, si tumeelewana jamani? Kwa hiyo tumerudia tena sharti ya kwanza, an yakuna ni mutawadhi muslimani awe anayetawadha awe Mwislamu. Akitawadha mtu ambaye si Mwislamu, akaenda bombani au akachukua maji ya udhu kwa sababu rafiki yake ni Mwislamu naye anatawadha vile vile kama wanavyotawadha Waislamu, ataambiwa naye ana udhu? Aa, kwa sababu sharti awe Mwislamu, hata akitawadha kama anavyotawadha lakini madha islamu hana udhu. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, ayakuna umanyiza, awe anatambua, awe eh, yakuna kumanyiza, awe anatambua kwamba huu ni udhu, sawa. Kama ni mtoto mdogo, awe umaniza, anatambua kujua kutia udhu, sawa lakini mumaglizanikwa maana vile vile kwamba awe anajua kwamba huu anaochukua ni nini? Ni udhu, sio nanawa, si asiokunawa, kwa sababu kunawa, hakuna amri ya kunawa, lakini kuchukua udhu ni nini? Ni amri. Kwa hiyo, hatenganishi kati ya kunawa na kuchukua udhu. Mtu anaweza kanawa kama vile anachukua udhu. Lakini hauwezi kuitwa udhu. Kwa sababu udhu una masharti yake na sharti zinaanza kabla ya kitendo. Ndiyo tofauti ya sharti na nguzo: sharti inakuwa mbele, nguzo inakuwa ndani ya hiyo ibada yenyewe. Nguzo inakuwa ndani, sharti inakuwa nje. Tatu, anna la yakuna ala abwaiuduni hail, kusiwe katika viungo vya udhu kizuizi. Yamnau, kinazuia, usula lmai kufika maji, ila lbasharati kwenye ngozi. Sawa, kusiwe na kizuizi yamna kinachozuia usula al-mai kufika maji ila nibasharati kwenye ngozi. Anasema kashami, kama vile mtu aliyedondokiwa na mshumaa sawa ule. Ule utomva wa mshumaa kikudondokea kwenye mkono unatengeneza unatengeneza, le washahmi na mafuta mazito eh mafuta mazito ambayo ukiweka okay, maji maji anateleza, tunaenda zake ngozi, wakumasu haidi na, na tongotongo za macho. Kwa hiyo hapa shehe ametaja vizuizi chache, lakini kwa asli vizuizi viko vingi. Mtu kuwa na magamba ya samaki kwenye kwenye mkono au kwenye ngozi, mtu kupaka rangi ya kucha au nifumi rangi rangi ikamwagikia kwenye mkono au kwenye mguu au kichwani ikakauka ikatengeneza ikatengeneza baka ambayo linazuia maji yasifike kwenye ngozi, na mfano wa vitu kama hivi. Kusiwe na kizuizi kinachozuia maji yasifike kwenye nini negozi hilo, ndio sharti kuu, kwa sababu ukiwa na kizuizi, hata ukitawadha, udhu wako hana kitu. Na miongoni mwa faida za udhu ni kufuta madhambi. Mtume swallallahu alayhi wasallam anasema udhu, kadiri yale maji ya udhu yanavyomwagika ndivyo ambavyo dhambi zako zina. Katika hadithi nyingine anasema lile tone la mwisho la maji yako ya uju, ile ndio linaondoka madhambi yako yote. Lakini wanazuoni wanasema madhambi haya ni mabainaka wa baina Allah, ni madhambi kati yako wewe na na Mola, haya yanaondoka. Lakini kati yako wewe na binadamu, ah, hii failii Wengine akasema yanayoondoka ni madhambi madogo, si sio makubwa, kwa sababu madhambi makubwa yanahitaji tauba, lakini haya madhambi mengine yanaondoka, kama ilivyothibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja sahaba akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimegusu mwanamke si mke wangu akamwambia umeswali pamoja na sisi? Akasema tumeswali pamoja na sisi. Akamwambia kamambia, Mwenyezi Mungu anasema: inna alhasanati yudhhibuna sayiati thalika dhikra lidhakiri asema mana numedawata au swali hii imekufutia sahaba yule. Akamuuliza Mtume, hii kwa ajili yangu mimi peke yangu? Akamwambia ah, ni kwa umma wote. Sisi tunaelewa kwa hiyo faida kubwa ya kuchukua udhu ni kufutiwa madhambi, sababu katika hadithi nyingine Mtume swa allahu alehi wa salam anasema la basi mwananguvi illa mu'minun. Ukimwona mtu ana hifadhi nguvu, ujue huyo ni mu'min kwa hifadhi udhu. Sio maana yake mkojo ukiubana uuzuie usitokolewa huko ndio kuhifadhi udhu, yaani kadri udhu utakavyoharibika wewe haraka unachukua mwingine. Huko ndio kuhifadhi udhu, yaani ukiadhibikiwa na udhu umeenda kuchukua mwingine. Hizi zote ni faida za udhu. Mtu kuwa na udhu kila daima ni dalili ya kuwa mumin, lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Alwudhuu silahu, udhu yeah, ni silaha ya muumini. Udhu yeah, ni silaha ya muumini yeah. Kwa hiyo mtu huwa na udhu wakati wote, ni sawasawa na mtu amejivisha mabomu. Shetani akimgusa tu namlipukia. yeah. yeah iguswa tu basi zimodo adaduhyo imetoka wako ene mpindukie na ndio maana tunahimizwa kwamba tunapoingia kitandani tuwe na udhu. Umemaliza shughuli zako unataka kuingia kitandani kwako ulale, chukua udhu wako, lalia ubavu wa kulia soma dua za kulala.